Naam, tuelekee katika eneo la madhare ambapo Willy Lusige yupo. Uh, Willy Lusige tunaarifu kwamba watu watatu walifariki hapo jana kutokana na mafuriko ambayo uh, imesababishwa na mvua kubwa iliyonyesha. Hapo unaweza kutueleza hali iko vipi katika eneo hilo? Na mashirima na watazamaji wetu, labda niwaregeshe nyuma kidogo. Mvua iliweza kukunya katika jiji la Nairobi usiku wa kuamkia leo kwa kiasi kikubwa, na madhara yake sasa yameanza kujitokeza ambapo katika eneo la madhara, ukipenda eneo lile maalum la madhare phase 4, kama sijakosea, usiku wa kuamkia leo mvua ilipokuwa inanyesha, iliweza kuteremsha mwamba ambao uliweza kuangukia wakazi waliokuwa wanaishi chini yake, na watu wawili wakafariki papo hapo, ikiwa ni mama pamoja na watoto wake, manake yale e, mawe yalotoka juu yalikuwa na uzito mkubwa na yakaweza kuwasindika chini na kuweza kusababisha vifo vya watu watatu. Kando na hayo, pia tukitoka katika eneo hilo, manake sasa hivi tupo katika eneo la mtaduni la Mkuru kwa Ruben, huko pia tuliacha wakazi ambao wanaishi karibu na maeneo ambayo yamefurika wakiweza kuhamishwa. Kwa hivyo ni wazi kwamba madhara ya mvua inayoendelea kunyesha nchini hususan hapa katika jiji la Nairobi, madhara yake yanaendelea kuwa mengi na si kule tu katika eneo la Madhare, pia hapa katika eneo la Mkuru kwa Ruben. Kumbuka hiki ni mojawapo ya kitongoji duni ambacho kina idadi kubwa ya wakazi. Eneo hili ni wazi, unavyoona nyuma yangu kwamba hakupitiki, maji yameweza kufurika. Ule upande wa pili unaoona kwenye kiwambo chako, wakazi wawezi kutoka huko na kuja upande huu mwingine, manake maji yameweza kufunga barabara zote, na ni kwa baadhi tu ya maeneo ambayo sasa hivi unazoona, eh, maji kwamba yameweza kupungua, manake maeneo mengi, usiku mvua iliponyesha hadi asubuhi, kulikuwa kumefurika kabisa na kila kitu. Mijengo ambayo unaona kwenye runinga yako, asilimia ya kubwa ya kuta hizi zilikuwa zimezama kwenye maji, lakini jinsi siku imeendelea kusonga ndiposa maji kuson Kupungua hapa katika mtaa huu wa Ruben. Zaidi ya watu 500 wameweza kukimbia makwao kutokana na mafuriko hayo. Wengi hawakuweza kusaza chochote, manake waliamshwa tu na kugutuka usiku, maji yakiwa mengia chumbani. Kwa hivyo wengi waliweza kukimbia tu na labda na watoto wao na vitu kidogo ama vitu vichache ambavyo wangeweza kuokoa. Kwa hivyo hali inaendelea kuwa mbaya na wana wasiwasi, manake kwamba, eh, mvua pia ina ishara kwamba itaendelea kunyesha. Kumbuka huu ni msimu wa mvua za masika, na hivyo mvua hii inaweza kuendelea. Kile ambacho wanalilia, na wakazi wa eneo hili pamoja na kule ambako tulikuwa katika eneo la madhare na maeneo mengine ambayo sasa yameweza kufurika, wanalalama kwamba hakuna mu, m, m, miundo msingi bora ya kuweza kupitisha maji na maji mengi. Wakati mvua inanyesha kwa kiasi kikubwa, basi yale maji yanakosa njia na mkondo wa kufuata, na hivyo kuweza kuingia kwenye majumba ya watu na kuweza kuzamisha baadhi ya vitu hapa. Pia tunaambiwa kuna mtu aliweza kufariki usiku, lakini hatujafika katika eneo hilo la tukio. Ni hapa tu ambapo watu wameweza kuhama, tumeweza kufika na kuhakikisha kwamba ni kweli wakazi wa eneo hili hawana njia nyingine. Maelfu ya watu sasa hawawezi kufika katika majumba yao na hawawezi kuondoka, hususan ya kwamba maeneo mengi ambayo yameweza kuathirika ni maeneo ambayo e, yana wakazi ambao ni wa hali ya chini. Kwa hivyo hawana njia nyingine za kuweza kujiauni, ila sasa ni kusubiri tu nje na kwenda katika vituo ambavyo wanaweza kujikusanya wakisubiri waoneje, hali itabadilika au ni kipi kitaweza kufanyika. Na wengi wanalalama kwamba huenda ni changamoto ambayo pia imeweza kusababishwa na usimamizi wa serikali hususan kaunti ya Nairobi manake, katika eneo hili la Mukuru kwa Reuben mwaka jana watu kadhaa waliweza kufariki na mamia ya watu kuweza kuhamishwa kulipofurika, na serikali ya kaunti ya Nairobi ilipofika iliweza kutoa ahadi kwamba ingeweza kuleta suluhu la kudumu. Lakini kufikia sasa, jinsi unavyoona kwenye runinga yako, hamna panapopitika, kila mahali kumweza kufurika, na nyumba nyingi zimeweza kusombwa na maji, ama zile ambazo ziweza kusombwa na maji hazikaliki, manake huwezi kuingia na huwezi kuondoka. Wakazi wengi wa eneo hili wakiwa waliweza kutoroka usiku na Sitaki kuzungumza mengi maanake tuna wakazi wa eneo hili ambao wanaweza kutufahamisha labda ni kipi kilichojiri. Karibu sana kwenye runinga ya Citizen kwa sekunde thelathini tu. Tuanze na jina lako. Hali ni mbaya, mamia ya watu wameweza kuhamishwa, na labda nyinyi mnatarajia nini kiweze kufanyika? Kwa majina ni James Mwagi Joroge, mkazi wa Mkuru kwa Ruben, eneo la Mombaza Son. Mimi ni mtu nimekaa hapa miaka zaidi ya 30 kwa kuwa hapa ndio nimelelewa na wazazi wangu, nimewapata mahali hapa hii maji imekuwa kukinyesha, serikali ya kaunti inakuja, inatoa ahadi, wanasema watachimba mtaro. Mwaka jana gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alikuja mwenyewe na akasimama hapa, akaahidi watu watachimbia watu mtaro, sababu the only way out ya hii maji ni kuchimba mtaro, sababu ni maji inatoka all the way from Kenyatta National Hospital zinakuja, na hizo drainage hazijefunikwa, hizo tunnels zinatoa maji chafu inaingia kwa manyumba za watu. Kwa hivyo maji yanakosa mkondo wa kupita, mvua inaponyesha, mkondo wa kupita. Na mradi aliposema utaanzishwa, hapo utaona hiyo mtaro vile inakaa, haijafanyiwa chochote na waliondoka hivyo, watu wanaadhirika zaidi. Labda familia ngapi zimeweza kuathirika? Almost familia mia tano wale watu wameathirika, wale wengine umeona, wengine wanahama sahii, mtu anabeba mizigo yake anatoka nayo. Kuna wengine bado wako ndani ya hizo manyumba hawezi yakatoka, kuna wengine wana watoto wachanga, yaani hali ni tete yeah. Nimeona kila mahali kumejaa maji na pia haya maji ya kufurika yamekuja na taka zote za jiji la Nairobi, labda hatima yenu ya kiafya pia mnaichukulia vipi? Ha, hatma ya kiafya si mzuri kabisa, sababu hata ukienda hiyo hospitali kama maradhi kutatokea, either ni outbreak ya korera, sababu hiyo ndio kitu tunatarajia na inaweza ikatokea. Hakuna hata madawa katika hizo hospitali, na tukiangalia sana sisi tunamwona kama governor wa kaunti ya Nairobi amefail watu wa Nairobi, vile anasema Nairobi ina work, Nairobi is not working na yeye pia tunaona ni governor one term. Nairobi sioni akirudi tena. Labda kuna viongozi wote ambao wameweza kufika hapa, mmetuambia kwamba mmeweza kubisha hodi katika afisi tofauti tofauti. Sasa hali itakuwaje kwa sababu mvua inaendelea kunyesha na mjasaidika wengi wamehama, hawana mahali pa kuketi? Uh, sasa naona mahali watu wanaweza kukimbilia ni kuna shule hapa inaitwa na pia hiyo imefurika na sana sana, wakati kuna tokea matatizo kama haya, watu wengi ukimbilia hapo. Lakini kwa sasa hivi, sioni kama kuna mahali pa kukimbilia wale watu. Unaona, mtu anahama, watu wako desperate, mtu anaenda kutafuta kama ni kwa ndugu yake, kwa rafiki yake, mahali anaweza akapata. Tumejaribu hata mbunge wa eneo hili, nimempigia simu hakupokea simu, nimemtumia ujumbe hakupokea ujumbe wangu na hakurudisha. MCA aje amka hata akuje angalie watu hali yao vile iko, kwa hivyo mko kwenye hali yenu pekee. Tuko sisi, we, sisi na Mungu wetu. Tukimalizia, mama njoo hapa sekunde 30. E, tunaambiwa wewe maji yalifurika nyumba yote usiku, sijui uliweza kujiondoa. E, vipi? Karibu sana kwenye Runinga Citizen. Jina kwa majina naitwa Margaret Wanja ama uniite mama Brian. Eh, jana maji imekuja kwa nyumba ilikuja ikajaa kwa nyumba, hata sikuwa nimekula, sikuwa nimepika kitu. Nililala kama nimesimama, nime, nimesimama tu kwa maji hivi, juu sikuwa na mahali kwa kwenda. Hata saa hii bado nasikia homa imeniingia kwa mwili, unga imeenda, mate imeloa, sina hata kitu yenye naweza kula Naezomba serikali itusaidie kuhusu hii maji, si jana peke yake, hata hii mvua ya lastia ili ni dhuru sana. Hata ukiingia kwa hiyo nyumba, hata kiti yenyewe sina, usiku meza imevunjika. Yes. Na mashirima na watazamaji wetu, hayo ni masaibu ya wakazi wa mtaa wa Mukuru kwa Reuben, mtaa ambao umeweza kufurika wote. Zaidi ya watu mia tano wameweza kuathirika na kukimbilia maeneo ya juu, na pia kule katika mtaa wa Madhare tumeweza kuhakikisha kwamba watu watatu tayari wameweza kufariki. Tutakuwa tunazunguka katika eneo la Nairobi kuweza kufuatilia, je, madhara haya ya mvua ni yapi, na labda ni kipi kinafaa kufanyika.